Eh, kama tulikuja tuna, tuna mazongo zongo kwenye vichwa vyetu, tunatoka hapa tukiwa tuko vizuri kabisa, tuko fresh kabisa. Kwa hiyo tuna wajibu wa pamoja kukabili changamoto hizo ambazo zimeibuliwa katika jamii. Serikali itaendelea kushirikiana na mashirika na taasisi za kidini kuhakikisha watoto wanaolelewa katika mazingira bora, watoto wanalelewa katika mazingira bora, mazingira salama na yenye kuwajenga ili tuweze kupata kizazi bora kitakachokuja kusimama imara kwa ajili ya kuijenga nchi yetu. Kwa, kwa kuhitimisha sasa, nitoe wito kwa viongozi wa dini, viongozi wa jamii, viongozi zote, wa taasisi zote, tuendelee kuwa mabalozi wa amani, mabalozi wa malezi bora katika jamii na nchi yetu kwa ujumla. Mtoto salama ni taifa salama. Lakini pia nisisitize tu kwamba tunaelekea katika uchaguzi tarehe 29 ambapo tunaenda kuchagua viongozi kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya jimbo na ngazi ya rais. Sasa tunapozungumzia swala so zima la amani na utulivu maana yake tuendelee kuidumisha hata tutakapoenda kushiriki katika zoezi la kupiga kura, lakini kubwa zaidi tujitokeze sisi sote kwa umoja wetu na wenzetu ambao hawakuweza kupata fursa, tuende tukawahamasishe waweze kujitokeza katika vituo vya kupigia kura, ili waende wakapige kura na kuchagua viongozi ambao wataenda kutuunganisha kama taifa kama jimbo kama kata kwa ajili ya mustakabali wa maendeleo yetu kama wanafamilia kama taifa. Niombe sana sana sana, swala so zima la kupiga kura ni haki yetu, na ndio tutakuwa tunatimiza haki ya kidemokrasia ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo tuende tukahamasishe na tukawaambie na wengine, tujitokeze kwenda kupiga kura, lakini tupige kura, tukimaliza turudi nyumbani tukapumzike, ili tusubirie matokeo tukiwa kwenye majumba yetu. Asiwepo mtu wa kutuda, kutudanganya kwenda kulinda kura kwenye vituo vya kupigia kura. Wao wanaohusika watafanya kazi hiyo. Sisi jukumu letu ni kwenda kupiga kura na kurudi majumbani kwetu, ili kusubiria atakaye kuwa amechaguliwa kwa ajili ya kutuongoza kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika.